Wito huo umetolewa na afisa elimu kata Sepuka Idi Kisuda wakati wa mahafali ya kwanza ya shule ya msingi ya Safinatun Najaah iliyopo kijiji cha Mnang'ana kata Sepuka wilayani Ikungi. Amesema shule hiyo ni miongoni mwa taasisi za elimu zinazotekeleza kwa vitendo mabadiliko ya mfumo wa elimu kwa kufundisha masomo ya amali, hivyo inapaswa kuungwa mkono na wazazi pamoja na wadau wa elimu. Tukubaliane na mabadiliko ya elimu sasa. Hii kuna mabadiliko makubwa ya elimu tumeona watoto wetu wanaofanya mambo makubwa, wamefanya mambo makubwa sana watoto hawa kwa Mnang'ana. Jamani, linawezekana, haliwezekani, kwa hili linawezekana. Leo tunaona watoto wadogo wanasoma vitu vikubwa kuliko vile tulivyofikiria, ni matokeo ya mabadiliko ya mfumo wa elimu. Kwa hiyo tuwalete watoto wetu waandikishwe shuleni, tusiziogope hizi shule. Sambamba na hayo, taasisi ya Ansari Muslim Youth Center kupitia shule yake ya Al Salafi iliyopo jijini Arusha ametoa msaada wa vifaa vya tehama ikiwemo kompyuta mpakato, printer na projekta pamoja na vifaa vingine vya kujifunzia, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi ya shule hiyo katika kukuza elimu ya amali. Miongoni mwa changamoto ambazo walizionyesha ni pamoja na ukosefu wa vifaa vya tehama kama vile kompyuta, fotokopi mashine na projekta. Vile vile, shule ya Salaf imeweza kujitolea kudhamini vifaa hivyo kwa lengo la kuweza kusaidia harakati za kitaaluma katika shule hii ya Safina Tunaja. Kwa binafsi tumshukuru mgeni wetu rasmi Sheikh Mubarak Ahmad ambaye ni mdhamini wa taasisi ya Ansari Muslim Youth Center kwa kutuwezesha hivi vifaa mwenye na Mwenyezi Mungu ambariki na amwongezee katika riziki yake lakini bado tunawaambia wadau wengine pia, hii shule inakuwa waweze kutuunga mkono, kwa maana ya kwamba elimu inayotolewa hapa ni elimu ambayo inahitaji wadau mbalimbali kuiunga mkono na iweze kuwa na uwepesi katika uendeshaji. Mahafali hayo ya kwanza ya Safinatun Najaah yalipambwa na maonyesho ya vitendo kutoka kwa wanafunzi, yakiwemo mafunzo ya hali ya hewa, usafiri, ujenzi na usomaji wa Qur'an na ubunifu wa teknolojia rahisi yanayoonyesha namna shule hiyo inavyotekeleza elimu ya amali kwa vitendo. Elimu hizi ambazo zinatengeneza mtoto awe na ujuzi zinasaidia katika education for self reliance. Mtoto akimaliza darasa la saba au elimu zingine aweze kujiajiri kwa mazingira ya Kitanzania. Kwa hiyo hizi shule zinatusaidia mtoto akitoka hapa akajiajiri na asitegemee pengine lazima apate eh, ajira serikalini. Kwa wanafunzi walio hitimu darasa la saba, mimi nawausia na, na kuusia nafsi yangu Tufate malezi tuliolelewa shuleni, tuwe na nidhamu, tujistiri kama tulipokuwa tunajistiri shuleni, tusifate vitu vya mitaani. Kutoka hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu, wa Mahasim TV.